Penzi la damu, hii ni sehemu ya pili. Ni simulizi iliyojaa visa na mikasanu hai inayokwenda kwa jina la penzi la damu. Langu jina ni Mr. A Romantic, kutoka hapahapa hapa simulizi TZ. Jambo la msingi kabisa, usisahau kusubscribe chaneli yetu, ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Nilipokuwa hai nilimpenda mwanaume mmoja tena kwa moyo wangu wote. Nilimpa kila kitu, mwili wangu, imani yangu, hata siri yangu ya kiapo cha ukoo, lakini alinifanyia usaliti wa kutisha na hatimaye akanitoa kafara kwa ajili ya utajiri. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Sasa tusonge katika sehemu hii ya pili iliyojaa visa na mikasa utamu wa kila namna katika hadithi hii nzuri iliyo na mafunzo kedikedi kedi ndani yake. Basi Morisi alijikuta akidua kafara utajiri. Hii haikuwa hadithi ya kawaida. Na sasa moyo wangu haupumziki, ila ikiwa utanikubali kwa moyo wako wote, nitakupa sehemu ya roho yangu, lakini utalipa gharama ya damu ukiwa utanisaliti. Basi Molisi alihisi misuli ya mwili wake ikitetemeka, lakini sauti ya ndani ilimwambia kubali. Sawa, nitakupenda na sitakusaliti, Molisi aliishia kusema hivyo. Basi Liliani akamtazama kwa macho yenye kung'aa kama jua la usiku. Tutahitaji kufanya kiapo rasmi usiku wa saa tisa kuanzia sasa, tutakutana usiku wa mwisho wa mwezi huu. Mahali patabadilika sio tena hapa, bali pale alipozikwa yule aliyesaliti kaburi na Adili Saidi. Basi Morisi alianza kupeleleza kuhusu kaburi hilo, lakini alipoenda kuuliza makaburini, aliambiwa hakuna mtu anayeitwa Adili Saidi aliyezikwa pale. Lakini mzee mmoja wa usafi alimwita kando, kama unatafuta Adili Nacheza na laana. Yule kijana alizikwa usiku wa manane bila msiba. Hakuna mtu aliyehudhuria na hakuna mtu anayekaribia kaburi hilo. Kwa nini? Morisi aliuliza. Mzee akasema, kwa sababu kaburi lake huzungumza kila usiku wa Ijumaa. Basi Morisi alianza kupata ndoto. Ndoto za kutisha. Alikuwa akimwona Lilian akiwa na panga mkononi. Akikatakata kichwa cha mwanaume mmoja. Mara nyingine alimwona Lilian akimwambia, unanipa moyo wako kweli? Au ni wa mpito tu? Ndani ya ndoto hizo, Morisi aliambiwa kwamba usiku wa kiapo ukiwadia, akileta mpenzi mwingine au kusahau muda wa kiapo, damu yake itakuwa ni sadaka, kwani penzi la damu si la msimu, ni la kiapo cha milele. Basi usiku wa tatu Morisi alianza kuhisi mabadiliko ya mwili wake. Macho yake yalianza kuona giza kwa undani zaidi. Sikio lake la kushoto liliweza kusikia hata sauti ya mdudu akitembea kwenye sakafu. Lakini jambo la ajabu zaidi, hakuwa na homa, hakuwa mgonjwa. Roho yake ilianza kuunganishwa na ulimwengu wa roho. Basi siku hiyo usiku wa saa nane kasorobo Molisi alikwenda kutafuta kaburi la Adili Saidi. Alifuata maelekezo ya yule mzee wa usafi wa makaburi: njia ya tano kushoto, kisha moja kwa kulia, halafu tembea hatua 17 kuelekea msalaba mweusi. Na kweli aliliona kaburi la rangi ya udongo, halina jina, lakini juu yake lilikuwa limechorwa alama ya damu iliyokauka, na pembeni kulikuwa na mshumaa mwekundu uliodondoka kana kwamba uliwaka siku moja, lakini haukuzimwa kwa upepo. Aliposimama mbele yake, Morisi alihisi baridi kali kuliko kawaida. Alafu sauti ikasikika kutoka ardhini, unamtafuta Liliani? Kwa nini? Unataka nini kwa roho yangu? Morisi alirudi nyuma tena kwa mshangao mkubwa. Ninampenda Lilian, niko tayari kwa kiapo chake. Sauti ikatulia kwa sekunde kadhaa, halafu ilirudi tena, kama utampenda utapata nguvu zake, lakini kama uko na moyo wa pili, damu yako itaungana na yangu. Basi baada ya tukio hilo, Morisi aliamua kurudi nyumbani, akapitia jalada la samani la makaburi kupitia interneti. Alitaka kujua historia ya Lilian na Adili, aligundua jambo la kutisha mno. Mm, Adili Saidi alikuwa kijana wa mtaani humo aliyepata utajiri wa ghafla mwaka 2020 Lidiani Elisa alikuwa mpenzi wake wa karibu aliyepotea ghafla kipindi hicho hicho. Mwaka mmoja baadaye, Adidhi alikutwa amekufa kwenye nyumba yake ya ghorofa. Lakini kitu cha ajabu ni hiki: kabla ya kufa, aliandika kwa damu ukutani maneno haya, moyo wa Lili hautasamehe. Usiku uliofuata Morisi alipata ndoto tofauti. Safari hii hakuona Lilian peke yake, aliota anatembea msituni akiwa ameshika mkono wa Lilian. Ghafla, mti mmoja ukazungumza, weka sahihi ya moyo wako au iachie ya roho yako. Halafu mkono wa Lilian ulibadilika na kuwa mifupa, kisha uso wake ukaanza kuvuja damu kwa machozi. unanikubali kweli? Lilian aliuliza au ni tamaa ya mapenzi tu? Morisi alipoamka alishangaa baada ya kukuta mchoro wa jina la Lilian kwenye kifua chake kwa kucha bila kujijua. Siku iliyofuata, bosi wa Morisi kazini alimuita, Morisi umebadilika, macho yako hayako kawaida, kuna kitu kinaendelea. Morisi alijaribu kujitetea, lakini mlembo mmoja kazini kwake aitwaye Zena alianza kumpa ishara za kimapenzi, alianza kumtongoza kwa utani, na Morisi alihisi kama anaanza kumpenda. Lakini saa ile ile usiku alipofungua WhatsApp, alipata meseji kutoka kwa namba isiyojulikana: moyo wako unagawanyika, kumbuka agano la damu, saa ya tisa inakaribia. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri, simulizi iliyojaa visa na mikasa, simulizi iliyobeba hisia kali na mapenzi ndani yake, lakini bila kusahau vitisho vya kila namna. Hii ilikuwa ni sehemu ya pili. Lilian yuko tayari kwa kiapo, Morisi anaanza kuvutiwa na Zena, Adili bado anazungumza kutoka kaburini, na muda wa kiapo unazidi kukaribia. Je, Morisi atasaliti penzi la roho ya kaburini au ataendelea na safari ya giza isiyo na njia ya kurudi. langu jina ni Mr. A Romantici kutoka hapa hapa simulizi TZ. Jambo la msingi kabisa, usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwa heri.